Tumekuja hapa mahakamani kwa kesi mbili. Mosi, kuna kesi ya mwenyekiti Tundu Antipas Lissu inakaribia kuanza, na kuna kesi dhidi yetu viongozi wa chama tukitakiwa ku, kukamatwa kwa kile kinachoitwa kukiuka amri ya mahakama. Kwa kesi zote mbili zinatakiwa kuendelea hapa mahakamani, muda huu ndo tunasubiri kuingia kuanza kesi. Sasa kuna tukio limetokea, tumeona tuwaite tuwa brief umetaarifiwa uh, kwamba makamu mwenyekiti wa chama uh, Mheshimiwa John Heche wakati anaingia kwenye geti la mahakamani muda mchache uliopita, amechukuliwa na polisi na wameondoka naye. Nimepigiwa simu na mmoja wa wasaidizi wake vilevile vile, muda mchache wakati nakuja kuzungumza na nyinyi, amenitaarifu kwamba wamemwingiza kituo cha polisi central. Sasa nawaita kusema mambo mawili. La kwanza ni kutoa mwito kwenu wanahabari. Sababu tukio hilo limetokea kwa ghafla hapa na wengi mlikuwa juu uh, kuweza kuwasiliana na newsroom zenu ili kwenda kufuatilia hilo tukio kituo cha polisi kati, au kama wamemhamishia kituo kingine cha polisi, basi kufuatilia tukio hilo no. Lakini la pili, tumekwisha elekeza mawakili wetu waelekee moja kwa moja huko polisi kwenda kufuatilia kuhusiana na swala hili. Tutakapopata taarifa za ziada tutawa, tutawa brief, lakini sasa tumeona tuitoe kama breaking news kuwa makamu mwenyekiti amechukuliwa na polisi. Na mimi mwito wangu polisi, uh, rai yangu kwao, uh, naamini hawajasema sababu kwa sababu tukio la ghafla, kabla hata kuijua sababu. Lakini ntakumbuka kwamba idara ya uhamiaji ilitoa taarifa kwa umma ikidai kwamba makamu mwenyekiti alikwenda nje ya nchi kinyume na utaratibu, taarifa ambayo haikuwa ya kweli. Sasa inaweza